Karibu sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa mbali, yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hauja subscribe chapesa media, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mi naripoti kutokea hapa katika mitaa ya tawi la Shabani mpira pesa lililokuwepo hapa Magomeni Mikumi. Nia na madhumuni yangu tumekuja kuyaangazia yale mambo mbalimbali yanayokuwa mbali yakihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu, uko poa? Niko poa nashukuru Mungu. Alhamdulillah, uko poa? Niko poa nashukuru kheri, alhamdulillah. Tuko salama. Simba mko bulbu? Tuko vizuri sana tena kwa asilimia mia Eh, zilizokuwepo ni changamoto za kawaida katika maisha ambazo kila mwanadamu zinamkuta, ila maisha mengine yanaendelea, na tumefurahi baada ya kuambiwa ligi itaendelea tarehe 18, tunacheza dhidi ya Mtibwa. Basi siye wapenda michezo na wanasimba tumefurahi, tunacheza na Mtibwa Sukari, watoto kutoka Manungu complex pale Morogoro. Yes, huko bwana, kwa Mtibwa nitakuja baadaye. Kubwa zaidi ni mnyama Simba, Lunyasi hii leo amemtambulisha kocha Christopher kuwa kocha msaidizi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nataka kufahamu wanalunyasi mnalipi labda, na mmempokeaje kocha mpya wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, kocha msaidizi aliyekuwa akihudumu katika kikosi cha Mamelodi Sundowns under 19 leo hii rasmi ametambulishwa na wekundu wa Simba Sports Club. Msimbadhi, e, mimi kwanza niwapongeze ni viongozi e, walioliona hilo, kwa sababu benchi la ufundi na ndo kiini cha mafanikio ya klabu ya mpira na Simba ni klabu ya mpira na wameona labda kuna sehemu kunahitajika nguvu ya ziada ili tufanye vizuri, kwa sababu benchi latu la ufundi lina walimu li wa makocha ma wa kocha mkuu, kuna kocha wa viungo, kuna kocha wa makipa na kocha m mzao ambaye ni Suleiman Matola lakini wameona waende kuongezea nguvu ili tupate vizuri. Eh, nia na malengo ni kufanya vizuri kwa klabu yetu. Kama kuna sehemu wanaona kuna mwanya basi waende kurekebisha tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo katika hilo mimi sina doubt, niwapongeze kwa kile ambacho walichokiamua na niwaambie tu wamefanya kitu sahihi. Kinachohitajika ni support ya kwao viongozi, na sisi mashabiki na wanachama ambao tunaitakia mema klabu yetu, tu support kile kilichokuwepo, na inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia tutafanya hapo mnataraji nafasi ya Selemani Matola kuiona wapi sasa kwenye benchi zima la ufundi? Kocha mkuu ameshapatikana Steven Beka, lakini pia vilevile vile kocha msaidizi wa Simba Sports Club Christopher. Mnamuona wapi Selemani Matola katika benchi la ufundi, ama wapishe kidogo, wanasimba? Nadhani Matola anana, ana nafasi yake kwa sababu kabla ya huyu mwalimu wajaja msaidizi kuna makocha wengi wamepita, lakini Matola akiwepo kwenye benchi, kuna mwalimu alikuja na benchi lake lote, Fadu Davis na mwalimu msaidizi wa viungo, lakini Sleman Matola alibaki kuwepo kama mshauri kwenye timu. Kwa hiyo sasa hivi siwezi kuzungumza, kwa sababu sio kitengo changu, sijui kwamba kuna nafasi gani watampa, lakini Matola kama atakuwepo hatokuwepo, hilo mimi sijui, lakini mimi najua kocha msaidizi kaja na Matola. Watajua wao oh, wenyewe kuna nafasi gani wanampa ili abaki kwenye timu, lakini sisi tunachohitaji timu iwe vizuri, tuweze kupata mafanikio. Eh bwana, turudi huku bwana. Sasa kwenye dirisha dogo la usajili, kumekuwa kuna pilika pilika kwelikweli hususani hapo jana tulikuwa tunaona baadhi ya sajili mbalimbali zikiwa zinafanywa tayari. Majirani zenu wamekwisha kutambulisha baadhi ya nyota akiwemo Steven Okelo, Alan Okelo, lakini pia vilevile vile, depu ameshatambulishwa kwa upande wa wananchi wekundu wa msimbadhi Simba Sports Club. Wanahusishwa na baadhi ya nyota mbalimbali, miongoni mwa nyota hao ni pamoja na Nixon Kibabage, pengine anaweza akawa kwenda, ni mwanya mzuri wa kwenda kuziba eneo la fullback ya upande wa kushoto wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, lihali kwenye namba hiyo yuko Anthony Mligo. Usajili umezungumziwa hasa kwenye, kwenye timu yangu napenda kuzungumzia sana Simba kwa sababu ndio timu yangu na nazungumzia kuhusu timu yangu. E, Simba tumewekewa tetesi wa karibia wachezaji kumi kumi na moja, lakini kwa mujibu wa mwalimu anahitaji wachezaji wanne au watano tu wa kwenda kujazia nafasi ambazo zina mapungufu zimegwayagwaya kwenye timu yetu. Kwa hiyo wachezaji wote waliokuwa tetesi, mimi kwa kwa upande wangu siwezi kuzungumzia, lakini usajili umefunguliwa, unafungwa tarehe 30 mwezi huu theni, watakapotangaza viongozi wangu wachezaji walowasajili na scout yetu iliyokuepo na matengenezo wa mwalimu, tusajue mchezaji gani kaingia. Wachezaji walotajwa sio wabaya, lakini kwa nafasi za watu kuna watu wapo ambao wanafanya vizuri, saa nyingine zaidi ya hao ambao wanawataja kwenye tetesi. Fullback namba tatu, Kibabage, ni mzuri, sikatai anacheza mpira vizuri, kijana mdogo anapambana, lakini sioni tofauti kati ya Mligo na Kibabage kwanza waipate changamoto nyingine ambayo itakuwa tafu zaidi ya, ya Kibabage au Mligo ambayo itakuja kuleta changamoto na chachu. Iwapo hata Kibabage akikaa nje anayecheza basi mechi kiisha Kibabage aende au, au Mligo amkumbatie yule ambaye aliyecheza ile fullback namba tatu, lakini sio unakaa nje alafu yule anaocheza kwa sababu tu mtu fulani kasema aje kwa mapenzi yake basi nani. Lakini mimi kwa upande wangu Kibabage na na, na, na Mligo ni tape moja, sioni utofu tofauti na inawezekana mligo akawa zaidi ya kibabage kwa sababu kibab, na, na, na, na, nani, mligo zaidi ya kibabage kwa sababu mligo ni mtu ambaye amekuja nafasi yake alipangwa ye na Nabi Kamala, lakini Nabi Kamala ameonekana amerecover vizuri kwenye kiungo cha kati. Kwa hiyo namba tatu amebaki mligo peke yake na wengine wanaenda tu kama vile sio namba ambao sasa hivi wanacheza. Kwa hiyo watafute fullback namba tatu ambayo itamletea changamoto na chachu mligo ili tuone, lakini kwa kibabage kwa upande wangu singili mamlaka lakini kwa upande wangu naona kama tepu zile zile tu, yani haitoshi, na hasa tunapoenda kwenye mashindano magumu na ligi. Tumeona watu wamesajili, lazima tupate mtu tafu, then hata timu yetu inapocheza, ukikaa jukwani upate furaha bwana. Ziko pia taarifa zilikuwa zinasemekana Jean Shalea wa tayari ameshauzwa kuelekea CR Belouizdad, miongoni mwa mategemeo makubwa sana kwa msimu wa mwaka jana 2024, 2025 alikuwa ni Jean Chalea wa ambaye alikuwa na namba nyingi kwelikweli kuliko mchezaji mwingine yoyote ndani ya Simba Sports Club. Pengine kuuzwa kwake, Wanasimba, mlitarajia kuliona hili au mlitarajia performance kubwa zaidi ya ile ambayo ameionyesha kwa mwaka jana? E, e, kwanza natambua umuhimu wa jencheza ua, ni mchezaji mzuri na ametupa mafanikio na amefanya kila ambacho kilistahili kufanywa kwa klabu yetu. Ametupa mafanikio, ametotoa hatua ya, ya nusu fainali kutupeleka mpaka fainali, goli lake ambalo alifungwa alifunga uwanja wa Amani Zanzibar, lakini ligi iliyopita, na ndio mchezaji ambaye kafunga magoli mengi nadhani, eh, kwa hiyo ni mchezaji ambaye ametoa faida nyingi eh, eh, lakini ni mchezaji ambaye amesababisha madhara mengi, hasa kwenye faulu na kwenye mipira mingi tu. Kwa hiyo kwa umuhimu wake na, na, na sehemu yake, mimi niseme, au ni mchezaji muhimu kwetu, lakini mpira biashara, utabaki kuwa biashara. Kama kuna timu imefika gharama tuliyonunulia na zaidi klabu ya Simba haina gadauti na hivyo vitu wanakuwa wako wazi, wanamuuza mtu ili akatengeneze maisha mengine ili aje jencha za uwa mwingine. Kwa hiyo kama e, wamepatikana matajiri wametoa mzigo mkubwa, Simba watauza tatafuta mchezaji mwingine namba kumi, na atakuja kulikafa, atafanya vizuri na atakapoenda jencha za uwa katika maisha yake yote ataizungumzia Simba kama leo anavyozungumzia Mbwana Ali Samata. Leo Mbwana Samata bila Simba kumtoa kumkubalia Mazembe inawezekana bado angekuwa labda kwenye timu labda Singida Black Star, au angekuwa anacheza Mtibwa, lakini leo Samata tunazungumzia akiwa anacheza ligi 1 ya Ufaransa. Kwa hiyo ni mtu ambaye baraka zetu na neema zetu. Klabu ya Simba tulimruhusu kijana kwa moyo mmoja, tukamuuza tipi ya, ya Mazembe, akafanya vizuri, lakini kwa sababu Simba tulinyooshea mbwana, ili aweze kutoka. Kwa hiyo hata Jean Ahoua tutakapomuuza, akiondoka, atafanyikiwa. Hata akienda klabu kubwa atajua kabisa kuna klabu, niliondoka ina watu wa waungwana na wanajua thamani ya, ya binadamu na thamani ya mechi, ya, ya mchezaji mawazo naye yeah. Kumbe mmemfungulia duka la uchwala uchwala, ili mradi aonekane mchezaji abaki yeah. Basi wewe onekane kiongozi, una sifa kuliko maslahi ya mchezaji. Simba hatunaga mambo hayo. Kama John Chaze amepata timu, wachukue mzigo, klabu iingize mapato, tusonge mbele. Kuna timu ziko hivi, hey, wamefanya wengi, wamefanya na wachezaji wengi walowazuia, wapo wengine wanawazuia hata kuingia mlango uwanjani bure, wanawazuia wengi, lakini waliwazuia kwenda kwenye neema. Na nadhani mafunzo tunatoa maneno, labda wakati wale wanazuiliwa wachezaji hawa ambao sasa hivi wako na, na wa, wanafuata mlolongo, au viongozi wanawashawishi, labda walikuwa hawana ufahamu wa kujua, lakini tumetoa mifano mpaka tumechoka. Ila mwisho wa siku akili kichwani kwako, kama ukiona inafaa hapa kufunguliwa duka la nguo uendelee, hayo ni maisha yako. Kama utaona uende uka survive maisha hili ako songe mbele na familia yako itanuke, uzidi kupata riski, uchenji pesa ya madafu uende ukachenji dola. Hayo tena matakwa yako, lakini kwa, kwa ukweli, Simba mtu akitakiwa Simba hatunaga hivyo vitu mm -hmm. yes. Bwana majirani hawalali, hawanywi, hawafumbi macho, wanaisaka kandarasi ya Morris Abraham, muda wowote, saa yoyote, wanakwambia wanakuja na surprise ya kijana Nasemaje? Wanasimba wanasema wanapiga pale pale, shida yao moja tu eh, wanataka wakiwa hawana mzigo. Yani wanataka kwa propaganda sio, nataka propaganda si, si so Singida Black Star bwana, ya masanza sisi, si Simba Sports Club. kwamba ukimtaka damalo unampeleka mkopo, ukimtaka chakei basi unatoa huko unatoa huko unapeleka huko. Ah, ah. si silete mzigo Weka bilioni kadhaa, chukua mchezaji ili maisha endelee. Eh? Hey! O, anasema, alikuwa na miezi sita. Wa maneno yao Mkita, mkataba wa Simba na Ibrahim, mm. Wanasimba kama wao kweli huko miezi sita wachukue. Ya nini propaganda? Ya nini useme, ya nini useme si maneno mengi eh? Simba ki miezi sita eh? Wachukue, lakini wanatengeneza propaganda ili watu waamini wa, wa, wa uongo wao wao si wanahela eh? Wadondoshe bii wa, wa pale kadhaa. Waone kama Simba waji eh, <tututaja> tutaacha. Sababu Morris kafanya trial kwetu zaidi ya miezi mitatu minne, yuko kwetu, usajili ujafunguliwa. Fadru akamwambia stop hapa. Kijana anakula analala naishi pale Simba na anafanya mazoezi na vifaa vya michezo anapewa. Leo kasaini Simba kama wao, wana pesa watia mzigo, atutaki maneno kwamba. Kwa uzungumze kwa la Lais Viper, sijui mimi mjomba wake nini, huyu. Unajua we, Lais Viper anapenda Yanga, basi waachiane. Sisi hatuna kuachiana, mwaga mzigo, chukuchukue mchezaji moli. Sisi yupo si Mtanzania wakala si yupo, watie hela, waone anye kero safi. Mko tayari bi tunazozihitaji sio maneno wala wala comedy eh? watie bi sio, nataka zaji wachukua mkopo zaji wote watoka Singida, wote watachukua mkopo. Sisi sio Singida ya masanza, sisi si Simba Sports Club. Tunahitaji weka mzigo, chukue mchezaji

Simba ina wachezaji wazuri kuliko wachezaji wao. Simba wachezaji wazuri kuliko wao, wa wachezaji wao. Leo mchezaji kama alicheza Simba akiwa benchi kwao akamwita Kasamiro anayeanza, atakwaje? Gerald Jonas Mkude kwetu alikaa benchi miaka minne, kaenda nyuma mwiko amemsajili mwiko, wamembadilisha jina amemwita Kasamiro tena kwao kawalulu na, na, na, na wamemsifia ja, sasa je, elimpanzu Ataitwa nani? Pele au au Maradona, kama aliyokuwa benchi Kazamiro. Sena, si wachezaji wetu wa benchi tu ao kwao mali. Leo Zimbwe kikosi kilichopita, Zimbwe kabla hajaenda kwao alikuwa time anaanzia benchi kwa sababu umri eji ishaenda. Leo kwao Zimbwe lulu. Je, mchukue sufuka goma mpeleke pale itakuwa so lulu. Sisi tunazungumza ukweli, kwani aliyekata viuno na mkataba wa Kagoma sisi au wao walizua, walitengeneza mkataba feki kwa sababu gani? So, so, Kagoma bora watoto wazuri kabisa walichukua mikataba ya Kagoma, wow. Wow. So, so, Kagoma, wakakata, Kagoma wakakata nayo kiuno na baikoko ikapigwa Kagoma, sikatiza kwetu. Kama singekuwa bora, angekata na, na, na, na, na mkataba viuno. Sisi tuna watu bora weka pale Barakonte, weka Alasane Maodo Kante, alafu liite li nyuma mwiko li, li, moja kubwa kubwa la ovyo liambie, chagua. Atachagua Maodo Kante. <laughs> Sio, hey, aa, atachagua Maodo Kante, sema ameukata kwenye fayna, ameukata kwenye, kwenye, kwenye mapinduzi mashindano yale. Wachezaji wengi hata wale wanda 20 wanang'ara wakija kwenye ligi wanajamba. Ile sio ligi, ile mapinduzi Leo ametengeneza kumu, ili kumwaminisha Musa mm-hmm. Barakonte kumtengenezea confidence ya kujiamini. Mechi ya mwisho hakustahili kuwa mchezaji bora amempa ili mradi awe na confidence ya kujiamini kwenye ligi. Yeah. Na amempamba sana kwamba tungempeleka sigina tumekosea. Yeah. Ila so kweli mchezaji wa kweli hapambwi. Mchezaji wa kweli anaonekana kwenye pitch bro. Leo mimi eh, na kweli na kweli nakwambia. Leo walikuwa wanajifanya kumpondea Jonathan Soa. Mechi chache ana goli tatu. Tumecheza mechi tano na mechi zingine alikuwa hachezi. Hatujaomba kanisani wala msikitini kumwombea. Kuna watu wameombewa paka kwenye makaburi, kwenye maji ya panda vunja nazi, makanisani, vurugu zote tunajua wewe. Watu wamefunga kamba viunoni kumfungua Dube, vurugu tupu. Haya, Soa na Dube. Soa si uko kwetu, Dube yuko kwao, si wetu. Kuna mtu tulishaye kumuombea msikitini? Sasa ndio maana nakwambiaje. Wao wanasema leo wanamtamani Morris. Morris hayuko Simba. Yuko Simba. Kwa nini waseme timu yetu nachezaji wabovu wakati wao wanawatamani wa, wa, wa, si si tumemtamani nani kwao? Hajarudi wapi? Atacheza Unajua nani kwambaye kitu blo? Management ya klabu ya Simba na, na, na wachezaji wake wao. Wao ndo wanajua utaratibu wao. Mchezaji hata Zanzibar kwenye mapinduzi. Walisema maneno mengi sana mpanzu. Dirisha hili anakuja kwetu. Hata dirisha kubwa lile dili, mara Eliza wengine wakajita majina ya kike Eliza. Si wengine waka hapa, mimi nitatoa milioni 10. Eh, aele mpanzu, dirisha lile kubwa kaza Simba. Juzi hapa Zanzibar wa na mpanzu washasusa. Eh, mwisho wa siku hajacheza. Kwa hiyo hata Morris inawezekana, binadamu ana mabatizo yake ya kifamilia, hauwezi kukontrol maisha ya, ya, ya kila mchezaji wewe mshabiki. Uweze kujua Morris na viongozi wa Simba kuhusu mambo yao ya maisha, baadaye wamekubaliana wa, wa, wa, wa, wa, wa vipi? Kwawezekani wewe mshabiki unachosema na ndio kiwe iko sahihi? Sasa Simba Sports Club hatuna ugumu na wachezaji wetu. Si wanamtaka Morris Abrahamu wavunje vibubu wavunje vibubu wavunje vibubu, waje mezani na mzigo, tutaacha mchezaji. Wasije na propaganda wala maneno ya uongo, waweke mzigo unapotakiwa, ni mzigo peke yake. Kwa hiyo kama atatoa hela sawa, lakini hata sajili zinazofanyika kwa wao wanaofanya, kwa nini kila wakisajili wanatutaja sisi? sina ndomasin yab amna sajili yetu, si tukataja wao, nitajie kwamba tumepolao kwao. Hatuna kwa sababu wao ni wadogo tutatajaje sisi? Leo mchezaji hawezi kuwa na thamani kwao au kiongozi wao hawezi kusifiwa, akataja mchezaji alikuwa anatakiwa na Azam au Mtibwa, lazima wamtaje baba mwenye mji wake, na ndio pale mchezaji atakuwa na thamani na kiongozi ataonekana kafanya kazi. Leo kila mchezaji aliyosajili kwao alikuwa anatakiwa na Lunyas. Sisi Lunyas, bona mchezaji hata mmoja tuliosema tumemchukua tume, tume tumeenda kuwapola wao. Kitu hapa. Simba ni kubwa kuliko mtu yoyote katika ukanda huu. Ndio maana tunajiamini . Na mimi nakwambia usajili. Nimeona jana waandishi wote mmejaa. Kwa sababu najua mpira unachezwa kwa pitch. Mshabiki, kiongozi, mwanachama siku ya mechi jukwaani, pichi ndo inazungumza. Waliwaamilisha watu wa, wa, wali kwa Boeli. Yuko wapi Boeli? dirisha dogo shkaliwa kichwa. Walituamilisha watu kwa yule babu wanaofanya sklabu Dumbia, mchezaji mkubwa kutoka Ulaya. Yuko wapi? na watu wamekula kichwa chwa Dumbia leo. Jana nimemwona mazoezini, mara atakumtoa mkopo jamaa atake anasema hapa, labda mnipe changu na cha kumpa hawana. Dumbya yupo pale kawang'ang'ania kama vile Luba. E bwana, mimi nataka nimalize na hili hapa. Kesho mnacheza dhidi ya, Jumapili, Jumapili mnacheza dhidi ya, ya Mtibwa ya, lakini kumekuwa kuna kelele nyingi hapa za mashabiki wengi, wanadai ya kwamba kuna baadhi ya vitu wanavihitaji vikae sawa kwa uongozi, ili waweze kurejea katika viwanja vya mpira wa miguu, ili waweze kuiona timu yao pengine hili mashabiki wa Simba na uongozi, mbona kama kuna purukushani zinaendelea? Sio mashabiki wengi, wachache wapiga kelele. Simba kila mtu ana mahaba kwenye moyo wake, hamna mtu mwenye moyo wa binadamu mwenzie, kila mtu ana moyo wake wa mahaba yake S moyo una siri sana. Wanaoipenda Simba kutoka moyoni wanaipenda timu yao watakuja, wata uwanjani. Wanaoipenda Simba ili timu ikishinda bosi anakupa hela, hawatakuja uwanjani. Eh, kuna watu maisha yao timu ikishinda wanachanja wana kwa matajiri eh. Timu ikifungwa tajiri unamkuta kanuni ofisini hata hela hakupi. Hao ah, ndo watu kuja uwanjani eh. Mimi nikwambie kitu. Simba isusui. Simba? aisuswi ah, kama tajiri anuniwi basi na Simba isuswi eh. Kama tajiri anuniwi eh. na Simba isuswi kwa sababu kama umependa Simba kutoka moyoni kwako. Simba ina jambo gani baya imefanya mpaka uisuse blo kuna mwaka Simba imetaka kushusha daraja, imetaka kushuka daraja, waliisusa watu? Timu imetaka kushuka daraja, ilisuswa? Kizazi hiki leo, kwa sababu watu wako kwenye masilahi, ndio maana wanahamasishana hivyo. Kama unaona Simba haifanyi vizuri, baki nyumbani, kata kitunguu na shemeji wanaopenda timu yao tukutane Mejesamuyo, tunacheza dhidi ya Mtibwa Jumapili na tutaenda kupata furaha. Na Simba bado utabaki kuwa Simba, na wewe mwingine utabaki kuwa wewe. Kama wewe Simba isusui kama tajiri alivyokuwa anuniwi. Niwaambie tu Simba ina mashabiki wengi ambao wanaipenda kutoka moyoni kuliko mashabiki wanaopiga kelele. Simba. Inapendwa na no mashabiki wengi wanaipenda no ikiwa kwenye mioyo yao. Inafungwa wanalia kwa uchungu. So wanalia kinafiki mtu akuone. Wa kuna watu wanalia blo waone. Kuna watu wanakufa wa blo waone. Toka Simba imeanza kufungwa hii na kupoteza mechi. Hawa wanapiga no kelele. Kuna mmoja usha kumwona Kazimia. Kuna mtu ushamwona siku moja anaumwa kwa sababu Simba imefungwa. Wanacheka tu. Kila siku na watengeneza majungu mapya ili wapate riziki. Tuambie Simba ni klabu ya mpira inafata sheria kumi na saba na inatambua kwenye mpira na matokeo haya: kushinda, kutoka sare na kufungwa. Wewe kama utambui hivyo vitu, wewe umekuja kwenye mpira ili upate riski uishi na familia yako, au ukamtumbue mshipa mzee wako Yes. kama umefuata simba utakuja uwanjani kama umefuata masurahi utabaki nyumbani na kuhamasisha. Kuna ujinga unatembea kwenye magrupu Aliyetengeneza ile message huyo ni mnafiki. Hawezi ha? Kumshawishi mtu ambaye umlipii kiingilio, umlipii jezi, anakula na familia yake, we ulipi, hauendeshi maisha yake, umzuie mtu eti asije uwanjani kwa sababu yako. Wewe umesema mtu asije uwanjani, we nani? Kuna nyimbo inaimbwa na vijana wangu. We nani? we nani kwani bwana? We nani? we nani kwani bwana? kwa sababu gani? Simba wewe umezaliwa umeikuta. Je, yeah, walolo kuwepo walisusa Simba.